Tunahitaji kuongeza imani. Hili liwe ombi letu kila siku. Bwana niongezee imani. Halafu omba wazo jipya. Omba wazo jipya. Kila kitu kinaanza na wazo. Omba wazo jipya kwa Mungu. Mwambie Mungu, nipe wazo ambalo nikilitekeleza hilo wazo litanitoa kimaisha. Hilo wazo litanivusha hapa nilipo. Hilo wazo litaondoa aibu ya umaskini kwenye familia yangu, na kwenye ukoo wangu, na kwenye jamii yangu. Mtu mmoja akifanikiwa, wewe ukifanikiwa kupitia hilo wazo lako, utafaidisha watu wengi sana. Hebu fikiria mahali alipokuwa akiishi Reginald Mengi, mtaa wake, ubalozi wake na na wilaya yake, utagundua kwamba kuna manufaa mengi sana yanayopatikana kwenye lile eneo. Kwa hiyo wanaofaidi ni wengi sana na alikuwa akilisha Uh, watu wenye ulemavu mbalimbali mbali. Kila mwaka inapofika karibu mwisho wa mwaka Krismasi, anawalisha na kulikuwa na huduma mbalimbali anatoa. Kwa hiyo mafanikio unayahitaji, unahitaji mafanikio ya mwilini, na haya mafanikio ya mwilini yanaongozwa na mafanikio ya rohoni. Standadi ya mafanikio yako ya rohoni na, na mafanikio ya mwilini yatafuata kiwango kile kile. Kwa hiyo watu wengi wana, wana changamoto sana za kiuchumi, kwa sababu kiroho pia wako chini sana. Haijalishi wako makanisani, haijalishi wanapendeza, haijalishi wakoje, lakini kwa ndani wana wamefilisika, wame na ndiyo maana sasa wana changamoto nyingi, na ndiyo maana sasa hawa hawadhihirishi ule uchumi wa kibiblia. Eh, kwa sababu Biblia inasema nitamheshimu yule atakaye nita anayeniheshimu nitambariki. Uh, nitamheshimu nita yule anayeniheshimu, kwa hiyo nitamtukuza yule anayemtukuza. Kwa hiyo hiyo ni kanuni. Kwa hiyo uh, uchumi ni swala la kiroho. Biblia inasema hivi, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote nakuwa na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Mafanikio wakati afya ni mbovu sio mafanikio. Mafanikio lazima yaguse engo zote maeneo yote. Kwa hiyo Biblia inasema hivyo, mpenzi naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. kwa hiyo hiyo ni waraka wa tatu wa Yohana mstari wa pili. Mtu wa Mungu, ninakushauri umwombe Mungu wazo moja litakalo badilisha kabisa maisha. Litakalo badilisha kabisa yako, litakalo badilisha kabisa huduma yako, litakalo badilisha kabisa kile unachokifanya, litakalo kupandisha kwenye viwango vingine. Ninakuombea kwa Mungu kwamba kuanzia leo mwombe Mungu wazo jipya jinsi ya kuiboresha hiyo huduma, jinsi ya kuboresha unachokifanya, hilo pia ni wazo jipya. Unahitaji kuwa na hicho kitu uh, kwa sababu maisha ndivyo yalivyo. Kuna mwafrika mwenzetu mmoja kutoka Afrika Magharibi aliandika kitabu kizuri sana cha historia, akakiandika the history of Africa. Watu hawakukinunua, lakini siku moja akapata wazo, akabadilisha cover akaandika kichwa kingine cha somo yaani, kitabu kile kile kikapewa title tofauti, na aliuza sana, kwa sababu ile title ilileta, ilikifanya kile kitabu kiwe kama kipya, na watu walikipenda, walikinunua sana, na akawa milionea. Na kuombea kwamba na wewe muombe Mungu akupe wazo. Inawezekana hicho hicho unachokifanya, lakini unakifanya labda kwa uduni au hakina mvuto, basi